Mbunge wa Juja George Kiomburi amepatikana akiwa na majeraha na hali mbaya kwenye shamba moja la kahawa katika eneo la Kiambuu. Mbunge Koimburi amepatikana kwenye hali tata akiwa kwenye shamba hilo saa chache baada ya kuripotiwa kuchukuliwa na maafisa w salama akiwa kanisani eneo la Juja. Kwa sasa Kiomburi amekimbizwa hospitali ya Karen ambapo anaendelea kupokea matibabu. Hapo jana idara ya DCI ilikuwa imekanusha kumkamata ikisema kuwa ilikuwa inamsaka mbunge huyo kwa tuhuma za wizi wa ardhi. Aidha, aliarifiwa kuwa bado anatafutwa kwa ubadhirifu wa fedha za CDF. Mbunge huyo amekuwa mafichoni tangu siku ya Ijumaa iliyopita kwa madai kuwa alikuwa anasakwa na maafisa wa usalama.